John Wegesa Heche ni mwanasiasa na mwanaharakati wa Tanzania, anayetambulika kama kiongozi mwandamizi katika chama kikuu cha upinzani, CHADEMA. Heche alizaliwa Julai 14, 1981, katika wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara, Tanzania. Alianza elimu yake ya msingi katika shule ya msingi Nyamaharaga na baadaye Bulima. Aliendelea na elimu yake ya sekondari huko Musoma Alliance. Alipata stashahada kumbuka, diploma ya ualimu katika chuo cha ualimu cha Bunda mwaka 2004. Hakuishia hapo, Heche alisomea shahada ya kwanza ya mawasiliano ya umma ama mass communication katika chuo kikuu cha St. Augustine cha Tanzania na kuhitimu mwaka 2009. Kabla ya kujiunga na siasa, Heche alifanya kazi kama mwalimu kwa muda mfupi na baadaye katika sekta ya benki. Baadaye alijiunga rasmi na chama cha upinzani Chadema katikati ya miaka ya elfu mbili. Alichaguliwa kwa mbunge wa jimbo la Tarime vijijini, Tarime rural, kuanzia mwaka 2015 hadi 2020, akiwakilisha CHADEMA. Kwa sasa anahudumu kama makamu mwenyekiti wa CHADEMA Tanzania Bara. Heche anajulikana kwa msimamo wake wa wazi kuhusu mageuzi ya kidemokrasia, kupinga rushwa na kuwawezesha vijana. Amejikita katika kukosoa vikali serikali iliyopo madarakani na ameshiriki kikamilifu katika maandamano ya kisiasa hadi Mama Suluhu amemwogopa kwelikweli. Kutokana na harakati zake, Heche amekamatwa na kuwekwa kizuizini mara kadhaa bila kosa. Kwa mfano, alikamatwa Julai 2021 pamoja na viongozi wengine wa CHADEMA kwa tuhuma za kupanga vurugu. Mnamo Oktoba 2025, maofisa wa Uhamiaji walimzuia kuvuka mpaka wa Sirari One Stop Border Post OSBP kuelekea Kenya kuhudhuria mazishi ya hayati Raila Amolo Odinga. Oktoba 2025, tarehe 22, Heche alikamatwa nje ya Mahakama Kuu ya Dar es Salaam ambapo alikuwa amekwenda kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Baadaye alihamishwa na polisi kwenda Tarime, mkoa wa Mara, kujibu mashtaka ambayo hayakutajwa uwazi. Tanzania, nchi ya ajabu. Je, una maoni gani? Kwa habari zaidi usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time, dunia Darubini.